Habari za muda huu. Leo tarehe 16 Oktoba 2025, e, shauri namba 2454, shauri la Habeas Corpus kama unavyotoa kitaalamu, maombi ya e, kuomba mamlaka husika zimlete balozi Humphrey Polepole akiwa hai au halikadhalika waeleze mwili wake huko wapi, ambayo yalifunguliwa e, katika mahakama hii kuu mbele ya Mheshimiwa Jaji Magimbi. Yalikuja leo kwa ajili ya e, kusikilizwa, kwa kuna maamuzi madogo hapo katika, katika kesi. Kuna maombi alijitokeza, kuna maombi waliletwa pande wa serikali, waliomba ku e, mhoji mdogo wake na naf Polepole anaitwa Godfrey Polepole na walitaka kumhoji waliomba pia kumhoji wakili Pita Kibatala, maombi ambayo mahakama imeyakataa na imeelekeza sasa usikilizwaji wa msingi wa shauri husika uendelee kama ambavyo umeanza kuendelea leo. Waliokuwepo wamesikia kwamba e, tumetoa hoja kwa kipande fulani, na kutokana na unyeti wa swala na uharaka wa swala lenyewe e, tumekubaliana na mahakama na pande zote kwamba kipande kilichobakia cha hoja na uchambuzi wa ushahidi e, kifanywe kwa njia ya maandishi, na tumekubaliana ratiba hapo katikati. Uamuzi utatolewa namo tarehe 24 mwezi wa kumi mwaka wa 2025 saa tano za asubuhi ya. Kwa hiyo sisi tutamalizia kipande chetu kwa mjibu wa sheria mpaka leo saa sita usiku. Wenzetu watajibu Jumatatu tarehe 20, na sisi tutajibu tena tarehe 21. Tarehe 24 mahakama itatoa uamuzi e, wa iwapo itawataka Inspector General wa polisi mashamko wa serikali, DPP, e, mkuu wa upelelezi kanda maalum Dar es Salaam, pamoja na kamanda wa e, polisi kanda maalum Dar es Salaam waweze kumfikisha e, balozi hapo pole pole mbele ya mahakama, na au la wamfikishe katika mahakama yote nchini Tanzania kama wanaamini balozi Polepole ametenda kosa lolote la jinai ambayo anastahili kushtakiwa nalo, kwa sababu hoja ni kwamba ushahidi ambao umeletwa kwa, e, ume kwa niaba yake of course umepingwa na upande wa pili, lakini ushahidi ni kwamba ni kwamba e, taasisi hizo moja moja au wote wanamshikilia au wanafahamu walipo. Kwa hiyo majibu sasa, at least, kwa kipande cha mwanzo yatapatikana mnamo tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na kutegemea na maamuzi atakapokuwa, basi tutatoa taarifa zaidi kuhusu hatua e, nyingine za kimahakama au za kisheria ambazo zitaendelea kuchukuliwa, e, ili kujibu swali la yupo wapi, e, nani, nani amemuweka huko alipo balozi Humphrey pole polepole. Kwa hiyo ni hayo tu kwa leo, tutaendelea kupeana taarifa zaidi.